Ni vitogavyo kwa bwana wetu Yesu Kristo nikaye na sisi tunaposikiliza ile neno lake, kwa kutoka katika Mambo ya Nyakati kitabu cha kwanza sura ile ya 29 na mstari ni ule wa kumi na nne. Nami nasoma katika jina la Bwana. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi, kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Na tuombe. Asante Mungu, asante kwa ajili ya siku hii unaoweka tupekee Mungu, ili tuweze kukusanyika na kukutana katika nyumba hii ambayo wewe kwa neema yako umewapa watoto hawa wako wa usharika huu wa Kware nguvu na mioyo ya kufanya kwa hiari yao ili wakuwekee Mungu madhabahu yako na nyumba yako ambayo e Mungu inatangaza utukufu wa jina lako. Sisi ni nani Mungu, na wao ni nani pia, e Mungu, kama sio wewe? Kwa kuwa vyote tulivyonavyo e Mungu vinatoka kwako, tunakushukuru tunakuomba upokee sifa na utukufu, maombi na sadaka zitakazotolewa katika nyumba yako hii. Na wewe e Mungu, bariki watoto wako, bariki nyumba zao, bariki mioyo yao Bwana, katika jina la Kristo tunakuomba na kukutukuza, amen, amen. Tukae wapendwa. Bwana Yesu asifiwe amen. Tunamshukuru sana Mungu kwa kutupa nafasi ya kukusanyika kwa ajili ya kuibariki nyumba hii ya ibada. Ninawapongeza sana kamati ya ujenzi, Wakristo wote na marafiki wote walioshiriki arambee mbalimbali na sadaka mbalimbali, hata mkaweza kutoa sadaka zenu kwa ajili ya kazi hii njema. Ndugu zangu, kama nilivyosema kabla hatujafungua pale rasmi, hakika watu wa Kware wamefanya kazi njema na ongereni. <coughs> Ongereni sana sana. Daudi alipoandaa ujenzi wa Hekalu alitambua kuwa mali na nguvu zote zinatoka kwa Mungu nguvu mali, vyote tulivyo navyo vinatoka kwa Mungu. Hata walipokamilisha ile kazi, ndipo ana, ana anamshangaa Mungu, lakini wakati huo huo anamkiri Mungu kwamba sisi ni nani, e Bwana, na watu mimi ni nani na hao watu ni akina nani hata waweze kukutolea kwa hiari kiasi hiki? Kwa hiyo tungeweza kusema kichwa cha somo hili lingekuwa kumtolea Mungu kwa hiari, na sababu za kumtolea Mungu kwa hiari. Tunapofungua nyumba hii ya ibada, ndugu zangu, tunakiri kuwa si kwa uwezo wetu, bali kwa neema ya Mungu tumefanya kazi hii kubwa na tena nzuri. Kila kitu ni cha Mungu. Daudi akasema, vitu vyote vyatoka kwako. Na hii ndugu zangu ni kukiri kuwa Mungu ndiye chanzo cha kila kitu tulichonacho. Tunapojenga nyumba tunatumia mali, nguvu na hekima tulizopewa na Mungu. Hata nyumba zetu maana hata ya lile neno la Hagai Mungu anapotuoja nyumba yangu mnaiacha ukiwa, lakini nyumba zenu ninyi ziko katika hali nzuri kuliko nyumba ya Mungu. Lakini tuelewe hata vile ambavyo sisi tunavitumia kujengea nyumba zetu, tunajua tujue kwamba tunapata kutoka kwa Mungu. Tukumbushwe kwamba nyumba hii si mali ya mtu binafsi, bali ni mali ya Mungu na kwa ajili ya utukufu wake peke yake. Maana amesema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, mahali ambapo watu wangu watakusanyika na wakiniabudu na kutoa sadaka zao, na mimi nitakuwa katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa kutoa kwa hiari, jambo la tatu walitoa kwa furaha na kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Mungu hubariki moyo wa kutoa na sio kiasi cha mali, wingi wa sadaka, ukubwa wa sadaka, lakini Mungu anachobariki ni moyo ule wa kutoa, na huu ndio umeonyesha ndugu zangu wa hapa Kware na Wakristo mahali pengine pote ambapo mnajitoa na kujitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu ubariki moyo wa kutoa bila kulazimishwa. Nyumba ya ibada inahitaji si tu kuta, rangi, mapambo, viti, bali nyumba ya ibada liwe nyumba kweli iliyokamilika, inahitaji mioyo iliyojitolea kumtumikia Mungu, mioyo iliyojitoa kwa Mungu. Hivyo, kabla ya kutoa fedha au mali zetu nyingine, tunahimizwa kumtolea Mungu mioyo yetu, kumtolea Mungu moyo wako, ndugu zangu. Jambo la nne niseme nyumba ya ibada ndio mahali pa kupokelea baraka. Mungu ameahidi baraka za kipekee atakazotoa kwa watu wake katika hekalu lake katika nyumba yake. Kwa maana maana ya nyumba ya ibada ni mahali pa sala, ni mahali pa faraja, mahali pa kuunganishwa hizi ni baraka kubwa ambazo tunazihitaji, na matokeo ya baraka hizi, watu wanapata wokovu na uponyaji wa kiroho, wokovu na uponyaji wa kiroho katika nyumba ya ibada. Mungu ameahidi jamii itapata mwanga na matumaini, hata kama inapita katika mambo magumu, mambo ambayo yanatia giza mbele katika nyumba ya ibada Mungu amesema atangaza mwanga wake na kuwaletea watu wake matumaini mapya. Nyumba hii itakuwa alama ya uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Na Yesu akasema, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote, kwenye Njili ya Mara. Katika kumjengea Mungu nyumba ya ibada, ndugu zangu, kuna baraka nyingi. Moja ni uwepo wa Mungu kati ya watu wake. Nyumba ya ibada huwa ni alama ya uwepo wa Mungu watu wanapokusanyika huko, na katika nyumba ya Mungu ni mahali ambapo tunahisi au tunaisikia uwepo wa Mungu katikati yetu uwepo wa Mungu karibu yetu. Ukisoma pale kwenye Zaburi ya 25 mstari wa 8 utaona baraka nyingine ni mahali pa sala na mahali ambapo tukiomba kwa moyo tukimshirikisha Mungu mambo yetu maombi kujibiwa. Nyumba ya ibada huwa ni kituo cha sala, Mungu waidi kusikia maombi yanayoinuliwa katika nyumba yake, ndio pale kwenye mambo ya nyakati, nao wataniomba nami nitajibu maombi yao. Kwenye nyumba ya ibada kama hii, ndipo watu wa Mungu wanaonyesha umoja na mshikamano wao kama waamini, lakini kama wanajamii ni katika nyumba ya ibada ambapo watu wanaletwa kwa pamoja, mshikamano wao unajengeka, upendo unaonekana, na pia inakuwa ni baraka kwa jamii na kwa familia moja moja na kwa mtu mmoja mmoja. Baraka za kiroho na wokovu hupitia mahubiri na mafundisho yanayotolewa huko na watu hupokea wokovu. Na imani huimarishwa na maisha hubadilishwa. Hizo ni baadhi tu ya baraka ambazo Mungu ameweka na ameahidi. Kuna baraka ambazo Mungu hatatoa kama ibada yako utafanyia tu peke yako nyumbani. Kuna watu wana tabia hiyo, na labda hata mwelekeo wa kusema, mimi nitatuma sadaka yangu, lakini ibada yangu nitafanyia hapa hapa nyumbani. Ndio kuna ibada za nyumbani, kuna ibada ambazo Mungu ameagiza lazima tufanyie kwa katika mkusanyiko na katika nyumba yake. Anasema mahali hapa, mahali hapa. Na nashukuru moja ya maneno yale tuliyosoma kabla ya kufungua kutoka Waibrania, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wale wengine, msiache kukusanyika na wenzako. Na kamilisha nyumba hii, tuimizane basi tukusanyike katika nyumba hii ya Mungu, Wanakware. Kwa wale wanaobaki nyumbani ambao hawajaona, wamepoteza ile maana ya kukusanyika pamoja, naomba, ni wajibu wetu sasa. Nyumba imependeza sana sana, inampa Mungu tukufu, na nyumba imepata baraka hii, naomba tuimizane kwamba iwe ni mahali fika kwa pamoja tupate kumwabudu kumwomba Mungu wetu na kupokea baraka zake. Kuna baraka za kifamilia na za kizazi. Watoto na vizazi vijavyo hupata mahali pa kujifunza njia za Mungu, hivyo baraka huendelea kizazi baada ya kizazi. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa sita mstari wa sita. Tumefurahi sana kuona watoto angalau wachache, tunakitambua pia ni siku ya shule, lakini watoto wamepata kufika katika ibada hii. Nyumba kama hii ni mahali ambapo tunawaleta watoto wetu kwa Mungu, kizazi chetu mbele za Mungu, na tukiwafundisha kama ilivyo kumfahamu Mungu na kumshika na kumwabudu tabarikiwa na vizazi vyetu vya baadaye vitabarikiwa. Lakini hata mali, baraka za mali na ustawi, Mungu anaahidi kubariki wale wanaojitoa kwa hiari kumtumikia na kumjengea nyumba. Hagai 1:8-9 utoaji wa hiari huleta mavuno ya baraka, mavuno ya baraka. Na mwisho tuseme, katika yote haya, heshima na utukufu wa Mungu huonekana. Nyumba ya ibada huwa mahali pa ushuhuda, watu wa mataifa mengine huona utukufu wa Mungu kupitia nyumba yake. So, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, nami nitakutana na watu wangu na nitasikiliza maombi yao nitapokea sadaka zao, nami na nitamimina baraka zangu kutoka mbinguni. Ndugu zangu, tusiingie hata wakati mmoja katika jaribu la kujisifu. Taka, tutambuliwe tunapo Mungu anapotuwezesha tukakamilisha kazi kama hii. Ndiyo, washarika wa Kware, semeni ndio, Mungu ametusaidia, tumemjengea nyumba hii, na nyumba hii kwa kweli inakuwa utukufu wake unaonekana kuliko ilivyokuwepo hapa mwanzoni, si kwa utukufu wetu sio kwa sifa zetu, bali utukufu na sifa na shukrani ni za nani? Ni za Mungu peke yake. Naona hatari kidogo kwa baadhi ya watu, Mungu amewabariki wa ndio, na mali nyingi na vipawa vingi, sasa wanapojitolea kwa kazi kama hii ya Mungu, wanataka wa kulazimisha, lazima watambuliwe Usitafute utambuliwe na mtu, si mchungaji wala sio washarika wenzako. Tafuta Mungu akutambue na ujue hilo Mungu anakutambua. Lakini hata wamefika mahali pa kuzira sasa kuendelea na usharika, kwa sababu najua nilitoa mifuko mia tatu ya sementi, lakini hata mchungaji hata hajaniandikia barua ya, kuta, ya, ya kunitambua. Kumbe ndicho ulichotaka. Yuko huyo anaitambua kama sadaka yako umetoa kwa hiari na kwa moyo. Sisemi chume, sisemi kwamba tusiwatambue, lakini isije ikawa madai yao au madai yako na sababu eti ya kutokuendelea Kumtumikia Mungu. Huo ni uelewa mbaya nwao, tuendelee neno hili kubwa, wametoa kwa hiari yani, kwa moyo kwa furaha wakitambua neno moja tu, vyote tulivyo navyo vimetoka kwa nani? Kwa Mungu! Sifa na utukufu na heshima na shukurani kwa nani? Heri yako wewe Naitambua hilo. Tuendelee kujenga nyumba ya Bwana, kuta tumekamilisha, madirisha yamependeza, rangi ye kazi, ye ni nzuri sana. Msomaji pale akasema sasa, hii kazi hii tumekamilisha, ni nasema kazi hii haijakamilika, kwa sababu itaendelea kujengwa kadri watu watakavyokusanyika hapa na kukutana na Mungu wao, na mioyo ya watu kila siku itaendelea kufanywa mipya. Hii ni ujenzi unaoendelea. Fike hapa yeye sehemu yetu tumemaliza, sawa, lakini Mungu anaendelea na kazi yake ya ujenzi, kujenga mioyo yetu na imani yetu. Bwana asifiwe. Mjengeke katika imani mjengeke katika, katika upendo mjengeke katika utakatifu wa maisha. Fikeni kwa wingi kumwabudu Mungu, kumshukuru na kumwomba azidishe ulinzi na baraka zake katika maisha yetu, kipekee mfike kumwomba Mungu kumsihi kwa ajili ya taifa, kama Daudi alivyofanya na watu wake. Lakini ili taifa lipone, tunahitaji kujinyenyekesha, tunahitaji toba ya kweli, na sio kila kisio, kila mmoja ajione kwamba mimi sina kosa, mwenzangu tu ndiye mwenye kosa bali kwamba na mahali tumekosea kama taifa, na tukajinyenyekeshi mbele za Mungu tutubu kutoka ndani ya mioyo, na kuomba Mungu arejeshe upya mioyo mipya ndani yetu kama taifa na mahali pa kufikisha maombi haya ni katika kusanyiko kama hili katika nyumba ya Bwana. Ndugu zangu, naombe nyumba ya Bwana iwe mahali ambapo pamoja na kujikabidhi sisi wenyewe mikononi mwake, familia yetu, usharika wetu, kanisa lake, tupawe mahali pa kukukabidhi taifa letu na nchi yetu. Mungu atuangalie, Mungu atuhumie, Mungu atuonyeshe njia ya kuweza kusonga mbele kama taifa. Basi tukumbuke hili, Bwana amesema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, na kweli hapo pakayo mahali pa maombi, mahali pa sala, na tumesema kelele na unajisi za dunia hii zikae mbali na nyumba ya Bwana. Kelele, makelele, anasema kelele na unajisi. Maana yake nyumba ya ya Bwana ni mahali patakatifu na Mungu anatarajia waingie watu ambao wamekwisha kutakaswa wako tayari kutakaswa na Mungu mwenyewe na hawa ndio maombi yao yatasikilizwa sifa zao zitasikilizwa na kila watakalomwomba Mungu, Mungu atawasikia na atatenda. Mwisho niseme asanteni kwa maono mazuri mlio nayo, maono mazuri ya kukamilisha kabisa sasa maonekano wa mlima huu wa Bwana hapa Kwana, jinsi ambavyo mlishikana kwa pamoja na kwa upendo na kwa hiari mkafanya. Hakika naamini kabisa hata hiyo kazi kubwa ambayo mmeazimia sasa ya kuweka jengo zuri la ofisi Mungu atawafanikisha. Mchungaji <laughs> Waishi, mimi ninakushukuru ipekee sana kwa jinsi ambavyo ninaona kwamba mnatembea pamoja na washarika wa usharika huo, kushirikishana mipango mlionayo kwa pamoja na kuweza kutembea kwa pamoja, kwa jinsi ambavyo kile mnachoazimia kishapatana. Naona mnashirikishana na kile ambacho washarika wanatoa kwa ajili ya kazi, wanaona matokeo yake. mimi <laughs> Akubariki mchungaji, asante sana. Basi mshoni, ndugu zangu, na nasema sote sote, Mungu wetu atubariki, na tuendelee kumtumikia Mungu, na Mungu anatambua utumishi wetu. Amina.